Swala nyongeza hii, yeah, naomba no, dakika moja nusu dakika, swala nyongeza um, kwenye yale wakati wa kuandika dawa Ae. Ule mwandiko unasema, mwandiko kama daktari yani unakuwa mwandiko fulani hivi ambao sio, yani mtu wa kawaida kusoma, inakuwa kidogo ni changamoto ile. <laughs> mnasomea nas kabisa shuleni au inakuwaaje? Yani unakuta daktari anaandika hivi, yani uweze hata kusoma yani wewe mtu wa kawaida, ile inakuwaaje? kwa kuwa tuna mnasomea kabisa uh, ile au ina u, ile ni uzoefu uh -huh. kwa maana ya dawa zinavyoandikwa, e, eh, mara nyingi na dawa, kwa sababu tumesomea dawa, tukisoma tu ile unaweza kujua hii in, inaishia na nini uh -huh. lakini sio praktisi nzuri kwa maana ya kusema, uh, huu ni mwandiko wa madaktari, kwamba ni mwandiko mbaya. Mwandiko mbaya una madhara yake. Mm. Sawa. Mm. Ikitokea tumesema mfamasia ni mtu wa kutafsiri cheti mm, cha alichoandika daktari, kama akatafsiri tofauti, kuna dawa ambazo zina zina matamshi yanayofanana. Kuna dawa inaitwa kabimazo mm, na kabamazepine Sawa, atakapoandika hizi dawa sawa, ameandika kabimazole. Yani unaona zinafanana si ndio? mm. kwa hiyo unaweza kuta mimi moja ni dawa kwa ajili ya matatizo ya afya ya akili yeah. moja ni kwa ajili ya kutibu matatizo ya ya goita mm. sawa mm. daktari anataka kumtibu mgonjwa wa goita ameandika kabimazole mfamasia katika kusoma mwandiko ule ameshindwa kuuelewa kwa sababu umeandikwa vibaya yeah, si ndio? Akatafsiri akaona kwamba hii ni kab, kabamazepi yeah. Kumbe ni dawa ya afya ya akili, unampa mgonjwa wa goita dawa ya afya yeah, ya akili yeah, inaenda kuleta matatizo mengi, mengine. Kwa hiyo tunashauri tuna, tuna sawa yeah, madaktari kuandika vizuri yani, kuhakikisha kitu anachokiandika kinasomeka. mm sawa, lakini kwenye hilo, sasa hivi tunatoka kwenye uandishi wa, wa kutum, kwa mkondo tunaenda kwenye teknolojia mm. si ndio e, kutumia mifumo hii ya hospitali yeah. kwa anapochagua dawa maana yake inaenda kabisa, inajulikana ni dawa fulani, na mfamasia anaweza anaweza kuichagua kwa miandiko ile mibaya, sio sifa uh -huh. inaweza kupelekea kitu tunaita medication error na inaweza ikapelekea mtu akapata madhara makubwa mwilini na hasa hata kupoteza uhai wake so.